Ni tukio linaloibua maswali nchini Kenya, baada ya mshukiwa aliyekuwa amejihami kwa upinde na mshale, kumshambulia ofisa wa polisi Ramadhani Mattanka nje ya lango la Ikulu jijini Nairobi na kumsababishia kifo chake. Maswali hayo yanaibuka kutokana na ukweli kuwa eneo la Ikulu moja kati ya maeneo yenye ulinzi mkali zaidi nchini Kenya, kama ilivyo katika nchi nyingi duniani na maeneo yote ya karibu na Ikulu huwa na polisi wanaojihami kwa silaha. Taarifa iliyotolewa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Polisi nchini Kenya NPS jana Oktoba 13 mwaka 2025 kupitia kaunti yake ya X, zamani ikiitwa Twitter, mtuhumiwa huyo alimshambulia ofisa huyo saa 2 na dakika 10 asubuhi ya jana hiyo akiwa lango namba D. Kulingana na taarifa hiyo iliyotiwa saini na msemaji wa NPS, Muchiri Nyaga, mshukiwa huyo ambaye baadaye alitambuliwa kuwa ni Kinyuka Kimunyi mwenye umri wa miaka 56 alitiwa mbaroni na maofisa wengine wa polisi waliokuwa na marehemu. Inaelezwa Mattanka ambaye ni konstebo wa polisi alikuwa kitengo cha General Service Unit GSU na mara baada ya kushambuliwa kwa mshale aliwahishwa Hospitali ya Taifa ya Kenyatta KNH lakini akapoteza maisha akipatiwa matibabu. Nyaga alieleza kuwa mshukiwa huyo akiwa na upinde na mshale, aliwasogelea polisi waliokuwa eneo hilo kwa haraka na licha ya kutakiwa kujisalimisha, hakufanya hivyo na badala yake alimfuata Mattanka na kumchoma mshale. Na nukuu, NPS inalaani kitendo hiki kiovu na inawapongeza maofisa wa polisi waliokuwepo eneo hilo kwa kuchukua hatua ya haraka, ambayo ilizuia madhara zaidi. Uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha shambulio hilo, inasema taarifa hiyo ya polisi. Gazeti la Taifa Leo linalomilikiwa na kampuni ya Nation Media Group nmg limemnukuu mkuu wa kitengo cha uchunguzi wa makosa ya uhalifu dcio wa Kilimani, Mahat Hassan alisema kuwa Kimunyi alikuwa akitembea karibu na Ikulu. Hapo ndipo Mattanka akamkaribia mshukiwa huyo na ndipo alipopigwa mshale, lakini ripoti za kituo cha polisi cha Kilimani ilisema kuwa Kimunyi aliwaendea maafisa waliolinda lango na kuingia Ikulu waliokuwa wakiakagua magari mawili, nanukuu, alitoa mshale na kumdunga kwenye kifua upande wa kushoto na kumwacha akitokwa na damu nyingi, akafikishwa KNH ambako aliaga dunia eneo la kuwapokea wagonjwa mahututi, ikisema ripoti ya ofisa wa GSU Daniel Kemboi. Kwa upande wake, gazeti la Daily Nation limeandika kuwa saa chache baada ya kifo cha ofisa huyo wa polisi, vyanzo mbalimbali vikiegemea kamera za CCTV zinashawishi kuwa ofisa huyo na muuaji wake walikuwa wakifahamiana vizuri. Kulingana na taarifa ya gazeti hilo kwa dakika takribani kumi na saba, wawili hao walionekana wakiwa katika mazungumzo katika eneo la ukaguzi lango namba D la Ikulu, ambalo ni maalum kwa watumishi wa ofisi ya rais na wageni. Vyombo vya uchunguzi vinachunguza ilikuwaje Kimunyi akaweza kusogelea karibu na lango hilo ambalo ni la watumishi wa Ikulu na wageni waalikwa wanaruhusiwa kufika na ndio inajengwa nadharia, pengine walikuwa wakifahamiana. CCTV kamera zinazochunguzwa na zinaweza zisioneshe nini walichokuwa wakikizungumza, lakini nadharia zinashawishi kuwa pengine walikuwa wanafahamiana na kuna kitu ambacho hakikwenda vizuri baina ya wawili hao kabla au wakati wakijadiliana. Kulingana na gazeti hilo, nadharia hizo zinapata nguvu kwa kuwa katika uchunguzi wa awali wa simu ya marehemu inaonyesha siku za nyuma waliwahi kuwasiliana na kukutana na Kimunyi nje ya lango ambalo marehemu alipangwa zamu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa nyingine zaidi.